Hujambo na karibu kwenye Biblia Trivia. Je, unaijua bibilia yako? Wacha tukujaribu, tuone. Mstari huu unapatikana katika kitabu kipi? Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Jibu sahihi ni Zaburi. Jaza mapengo: maana mimi Mwenyezi Mungu najua mambo ninayowapangia, nimewapangieni pengo na si mabaya ili mpate kuwa na pengo la baadaye. Jibu sahihi ni mema na tumaini. Je, vitabu vingapi vya Bibilia vinaanza na haya maneno hapo mwanzo? Jibu sahihi ni mbili 2. Maneno haya yalisema kwa nani? Kumtii Mungu ni bora kuliko matambiko Jibu sahihi ni Sauli. Naweza kuikabili kila hali kwani Kristo hunipa kwa nguvu. Paulo akinena na maneno aliambia kina nani? Wa Filipi. Kumcha Mwenyezi Mungu ni msingi wa hekima. Mstari huu unapatikana katika kitabu kipi? Methali sura ya tisa mstari wa kumi. Basi chagueni leo hii, nani mtakayemtumikia? Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mwenyezi Mungu. Nani alisema maneno haya? Maneno haya alisema na Yoshua. Jaza mapengo yafuatayo: Mwenyezi Mungu ni mwanga na uokovu wangu ulimwengu ni mtapata masumbuko, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Nani alisema maneno haya? Maneno haya alisemwa na Yesu. Kweli au si kweli? Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uhai wa milele. Inapatikana katika kitabu cha Mariko. Si kweli, maneno haya napatikana katika kitabu cha Yohane anachotaka Mungu kwako ni kutenda mambo ya haki, kupenda kuwa na huruma na kuishi na unyenyekevu na Mungu wako. Inapatikana wapi? Inapatikana katika Mika sita mstari kumbuka. Kuwa mimi nimekuamuru uwe imara na hodari, usiogopi wala usifadhaika, kuwa mimi Mwenyezi Mungu Mungu wako ni kwa pamoja nayo pote uendapo. Iko katika kitabu kipi? Yeshua 1:9 Mwadilifu wataishi kwa imani. Maneno haya yanapatikana katika vitabu vyote vifuatavyo isipokuwa, isipokuwa kitabu cha Yakobo. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, unapatikana katika kitabu kipi? Maneno haya yanapatikana katika kitabu cha Hesabu. Mstari huu unapatikana katika kitabu kipi? Neno lako ni taa ya kuniongoza na mwanga katika njia yangu. Katika kitabu cha Zaburi. Asanteni sana kwa kuungana nami siku ya leo. Mungu awabariki mnapozidi kujifunza neno lake.